Naam ndugu zangu, leo nimekuja na ofa tena, ofa ofa babu kubwa, ofa kweli kweli. Karibu isikilize, sikiliza. Hiyo ofa iko hivi: ukija ofisini kwetu na kutoa oda ya mageti, mageti ya kuslide geti, kama hilo hapo, ona hilo geti la kisasa na ni bora kabisa, kutoa ofa ya geti hilo hapo, pia ukatoa ofa ya milango ile ya kisasa au hata ya kawaida ambayo yenye mlio wa mbao ila ukiona unaweza ukadhani ni mbao, ila ni chuma hiyo. Ukiweka una haja ya mlango wa mbao pia. Ukitoa oda ya madirisha, yaani kifupi ni oda ya nyumba nzima, Tuta, utapata utapata, sikiliza vizuri, utapata kutengenezewa madirisha ya chooni bure kabisa, madirisha ya chooni bure kabisa yawe matatu yawe manne, ni wewe sasa, na nyumba yako, jinsi ulivyojenga, lakini madirisha ya chooni utatengenezewa bure pia. Utapata bure, anini, anini? Bure, bure, bure. Enga ya kisasa, enga ya kisasa ya kuanikia nguo, ya kuanikia nguo, bure, bure, tutakutengenezea bure na tutakuja kufungia bure kabisa. Hiyo enga ya kisasa, hii hapo, hii hapo iangalie, ya kamba nne, kazi yako ni kuanika tu, pia kwa wale ambao yani, baada ya hiyo wenga, kwa wale ambao wana mtoto, yani mtoto mdogo mtoto mchanga, kuanzia umri wa miaka sifuri mpaka miaka mitatu, miaka sifuri mpaka miaka mitatu, tutamtengenezea kitanda chake bure, kitanda cha kisasa tutamtengenezea bure ofisini kwetu. Karibu hutoe oda yako tena kwa injinia Haruni, yani hapa hapa sisi tunagonga kazi tu. Karibu mchangamkie hii hofa ndani ya mwezi huu, mwezi mtukufu, mwezi wa hija huu, kuna sikukuu hapo. Mwezi huu ndo tumetoa ofa, ndani ya mwezi huu mmoja. Karibuni tu. Kwa wateja wa Dar es Salaam, tutakuletea bure mpaka saiti kwako, tutakuja kupima bure, tutakuletea bure. Tunapatikana Gongo la Mboto, Kivule. Karibuni.